Polisi wamefunga barabara kuu zinazoelekea katika jiji kuu la Kenya Nairobi huku biashara nyingi zikifungwa kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya ya serikali. Maafisa wa polisi wamezuia magari binafsi na ya umma kuingia katika jiji bila kuwasaza waenda kwa miguu na kuruhusu wale wenye majukumu muhimu tu. Wakenya walijipanga kufanya maandamano mnamo Julai 7 kupinga ukatili wa polisi, utawala mbovu na kumtaka Rais William Ruto ajiuzulu kwa madai ya ufisadi na gharama za juu za maisha. Tarehe saba Julai ni siku muhimu katika historia ya hivi karibuni ya Kenya, ikikumbukwa kwa maandamano makubwa ya kwanza miaka thelathini na tano iliyopita yaliyodai mageuzi kutoka katika mfumo wa chama kimoja hadi demokrasia ya vyama vingi ambayo ilifanikiwa kwa mara ya kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku aliwataka wafanyakazi wote wa serikali kuripoti kazini siku ya Jumatatu, akisisitiza kuwa maandamano hayo hayataathiri huduma za umma. Naye waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen siku ya Jumapili alisema serikali haitavumilia maandamano ya vurugu na kwamba polisi itakuwa chonjo kuhakikisha usalama wa raia. Barabara zinazoelekea katika bunge la taifa na ofisi ya rais zilifungwa kwa senyenge katika viunga vya jiji. Mji wa Kitengela, polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi Jumatatu kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamewasha moto katika barabara inayoelekea nchi jirani ya Tanzania. Hivi karibuni, Kenya imeshuhudia wimbi la maandamano ya vurugu yaliyoanza kwa wito wa kuwawajibisha polisi kufuatia kifo cha mwanablog aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Wakati wa maandamano ya tarehe kumi na saba Juni, raia mmoja alipigwa risasi kwa karibu na maafisa wa polisi, jambo lililoongeza hasira ya umma na kuchochea mipango ya maandamano zaidi. Mnamo tarehe ishirini na tano Juni, watu wasiopungua kumi na sita waliuawa na zaidi ya mia nne kujeruhiwa wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi ambayo yaliandaliwa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga ushuru ambako zaidi ya watu sitini walipoteza maisha.